Habari mtazamaji wa ITV Digital, karibu kwenye breaking news, ambapo abiria wamenusurika kifo kufuatia ajali ya basi la News Force lilokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma kugongana na maroli matatu maeneo ya Mlima Nyoka jijini Mbeya, ambapo baadhi ya abiria wamepata majeraha madogo madogo. Kwa mujibu wa mashuhuda, dereva wa basi hilo aliyekuwa kwenye mwendo kasi alikuwa akiovateki lori na mbele yake ukatokea roli lingine, hivyo kujikuta akigongana nalo. Kisha kuligonga lile roli alilokuwa ana liovateki. Mmoja wa madereva wa roli hilo ameeleza kuwa ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa basi kuovateki na kisha kukutana na roli lingine kwa mbele katika eneo hilo ambalo linatajwa kuwa hatari. Baadhi ya mashuhuda wamewataka madereva kuwa makini wanapokuwa katika eneo hilo kwani ni hatari na mara kadhaa zimetokea Ajali katika eneo hilo. Naitwa Saidi mm. Yasini Mpambano ni dereva wa lori hii hapa nilikuwa mm. nimetokea Dar es Salaam kuelekea mpaka wa Tunduma, lakini nilipofika eneo hili hapa kwa basi hilo hapo ya Nufosi mnayoiona nyuma yangu alikuwa ameopateki hapa. Katika kuopateki kuna lori ikawa inashuka kule, akashindwa kwa kuelekea kama ameingia mbele yangu hapo, basi ile lori ikaja ikagonga basi ya Nufosi na kupoteza mwelekeo kuingia polini kule, hiyo ikaja tena lori ikaja kanifikia mimi tena. Chanzo cha ajali ni wa basi overtake, ambayo same sio sahihi. uh -huh. Naitwa Jili Michael mhm, ni dereva namba mbili katika gari hili ilikuwaaje? Na wakati tunapanda kwa kuna foleni ya malori yanapanda ya taratibu. Sasa mbele yetu kuna lori ambayo ilitoa, wakati natoa, kutokana na hiyo lori ambayo tumepata nayo ajali ilikuwa inashuka, kwa hiyo wakapigana pasi wakapishana watu watatu. Baada ya hapo, yeye akawa amepoteza mwelekeo akaanza kushuka akagonga lori ya kwanza ilikuwa iko mbele yetu, akatugonga aka sisi na ile ilikuwa nyuma yetu pia kule. Kwa hiyo baada ya kupoteza uelekeo kule kwenye ajali A, hey, akaja huko kwenye ajali B akagonga magari matatu, kwa lori iko mbele yetu, basi katikati na nyuma kuna lori pia, ndio ile uh, ya nyuma ndo akawa ameshikana nayo, akaishia hapo, ndipo ndo kama break yake. Kwa chanzo cha ajali ni nini? Chanzo chanzo cha ajali ni lori lilikuwa inashuka, ilikuwa iko na mwendo alafu ikakutana na lori ambayo ina overtake ikashindwa kusimama, kwa hiyo wakapishana watatu na wakapigana pasi, ndio wakapoteza mwelekeo. Kongo nah, na, na, na taarifa kwamba basi ndio lilitoka. Kuna ngoni yote. Hayo ni maneno tu kutokana na ile itikadi ile iliongeka kama labda madereva wa mabasi wanakuja wana, wana kwenda kuuliza maelekezo ya abiria. Yako bahana kabisa. Lakini pia hata ukipiga picha katika lori ambalo limesababisha ajali, limegonga liko katika site ya basi sio katika site yake. Maana kama basi ndio lime overtake, maana yake lingegongwa upande wa kulia kwenye site ya gari ambalo natoa nashuka. Lakini yeye ameacha site yake amekuja kugonga basi lilikuwa liko pembeni kwenye site yake. Sasa kama ni overtake ambayo kule kushoto kulia sio kushoto kwenye site yake. Kwa hiyo ndio ameacha njia yake akaja kushoto. Endelea kutufuatilia zaidi, ITV Digital kwa taarifa zaidi kuhusu tukio hili na matukio mengine.